Naomba uniache, kwani ni makelele humu ndani, kwani ni makelele, sina amani. Yani mume wangu, yani umebadilika sana, yani hivi, yani wukuji tuka, nimeshika ujauzito unanifanyia hivi, mume wangu eh? Basi utoe ujauzito kama unaona unakukera, una sana. Sasa hayo maneno gani hayo? Mama, unatoka nimeshika ujauzito unijali, unipendi wala uniheshimu. Ukiondoka unaondoka. Eh? Ulala huko huko nje na kwamba mume wangu. Basi mama, unguje hata kama unachelewa. Unguje tu ulale na mimi. Unataka ndaka faraja yako. Na mko unatesa, gona nyanyasa. Mama wangu, nimefanya kwanza mimi nakukushikia ujauzito. Eh? Mbona unanifanya mpaka mimi nijute? Eh? Uniheshimu. Ule ni nyangasa. Unaongea na wanawake mbele yangu na kusikia. Eh? Hivi unanitafutia nini we, wewe mume wangu wewe? Nione huruma basi hata eh, kidogo tu. Naenda kafanya stare zako huko, chelewa kurudi hata ifike saa saba, saa nane, lakini ninakuomba urudi nyumbani mume wangu, urudi, nakuhitaji mimi. Usinifanyie hivi, nakuomba, nakuomba mume wangu, usinifanyie hivi jamani. tunapangiana namna ya kuishi sio? Tunapangiana kwani, wewe umo ndani ukilala peke yako, napungukiwa nini? Sawa, umeeleweka. Niachie. Na sio, natoka hapa, tumeshaongea. Tena simu unanipigia, unanikera, unajua, unanikera. Sitaki tena simu, tumeshaongea ameshaisha. Mimi mtu akinipangia huwa ndo sifanye. Mimi nataka nifanye kwa yari yangu. Mbona nipangia? Sasa subiri?